Wasirika wengi walipoteza maisha wakati maji ya mto wa Njili ulifurika na wengine kuangukiwa na ukuta wa nyumba zao, kama hapa Matadi Kibala, wilaya ya kusini mwa jiji ambako Kristofe alipoteza watoto sita. kwa sababu maji yalikuwa yanapita mingi mbele ya mlango na nashi, tukatoka nje tukaanza pasua mfereji tukatosha mwili moja hapa pembeni, hapo ngine mbili kule yulu, kwanza kutoshela kule ingine nyumba inaanza anguka ngambo ya kule, tukakimbia kwanza na shiria tukaekisa kufanya tetu wilayani ndanu. watu kadhaa hasa watoto walilala juu ya paa za nyumba na wengine wa likwama kwenye daraja baada ya mvua kunyesha na kuharibu barabara nyingi. Tulilala nje hivi puna tusha kumwina mtoto bebeule, hakuna nafasi kukimbilia sasa. Tunatoka tunasikia mara moja tena miri yetu ya lupango inaanguka kwenye maji kingi inapitia bado shaba anafunga, unajua ke maji anatafutaka njia yake, njia ionekane direct male anasilika na anafanya i badega inaonekana hapo. Wizara ya afya la jiji la Kinshasa ambalo limesaidiwa na wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu wameongoza operesheni ya kusakamili uhamishaji na eneo la hifadhi la dharura tayari kujengwa. Patrisie Ngongo ni waziri wa afya wa jimbo la Kinshasa. Sasa tumeanza uhamishaji tukiwapa kipaumbele watoto na wanawake tulitengeneza pia eneo ya hifadhi ya dharura ambapo tuliwahamishia watu hao wote ambao watatunzwa na kutibiwa kwa dawa. Tumeanza tangu jana. Idara inayotathmini hali ya anga DRC yameomba raia kuwa makini wakati huu wa msimu wa mvua. Idara hiyo inasema hali kama ya mwaka jana yanaweza kujitokeza tena, ambako watu zaidi ya 40 walifariki Kinshasa kwa mvua za mfululizo. Fredi Tentilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.